Ikiwa ni siku mbili toka litokee tukio la watoto wawili kufariki katika kijiji cha Kwale wilaya ya Wete, Pemba, Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto yafanya ziara kijijini huko katika kujiridhisha tukio hilo sambamba na kuwapa pole familia ya wafiwa hao. Akizungumza mara baada ya kufika kijijini hapo, naibu waziri wizara ya maendeleo ya jamii Zanzibar, Mheshimiwa Zawadi Amor Nasor, amesema ni vyema wazazi kuwa waangalifu kwa watoto na kuwaweka karibu ili kupunguza changamoto kama hizo, sambamba na kuwataka wananchi kuacha tabia ya kusambaza picha za marehemu hao. Tusikitisha sana na tulipo kwa huko mbali, na watu wanaona kwenye mitandao, kila mtu awaza vyake, atafsiri vyake ukaona bora basi ipo haja, akaenda kunaona familia na wasikilize wao, kama waguswa wakubwa wa hili wasemaje kuhusu hili. Lakini kwanza tukushukuru sana kwamba hata familia yenyewe imejiridhisha kwamba hili tokeo ni la watoto wenyewe inavyoonyesha kwa sasa, ingawa kwa sababu tupo duniani na tuna serikali yetu, tuna wataalamu lazima wafanye uchunguzi kwanza, kujiridhisha na hizo fikira zetu kama ndio zilivyo. Kwa niwaombe muendelee kuwa na subira sana, na katika msiba huu mzito ambao uko umefikia, tukenda kwenye imani, ndio maandiko na ndio siku hiyo ilishafika. So, kwa hiyo so siku tutasema ni nalinai wa sababu, nasi tupo kwenye foleni, lakini chingine, kwa kwa ujumla wake, basi labda nitoe wito tu kwa wazazi kujitahidi basi kuwa nao karibu watoto. Watoto wa sasa wana maamuzi mengi kwa sababu walimu ni wengi wakaenda huko nje uraia yani, waangalia mitandao wakaona namna gani wanaweza kujiua na mambo mengi mtu eneo karibu mara nyingine kuhusia, ingawa mtu siku yake ikishafika haina ujanja, lakini kuwafanya wapenzi kuwafanya watu wakaribu zaidi. Jengine, hawa shukwani musasa, watu wa karibu kuwasikiliza matakwa yao zaidi, ili tuone basi tupunguze zile changamoto zao. Lakini pia nitoe wito jingine kwa vile hawa washokuwa ni marehemu sasa, niwaombe waombe watumizi wa mitandao ya kijamii hizi picha zisi sambae tena, atoe kwenye mitandao yao aliyenayo afute, alionayo afute na simsambazie tena mwingine, kwa sababu wenzao wetu wa washafika mbele ya haki, sivyo? Na tena kuweka kwa mitandao ni kama kuna sato wa kashifu au tuonyesha, si nzuri tena na iseme, kwa sababu nje upande mwingine za hata ikatoa taswira kuwafundisha na wale wengine kujaribu jaribu vitu kama vile, bora viendelee kabisa, ili tusione tena yale Akitoa pole afisa mdhamini wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, wazee na watoto Pemba, Hafidh Ali Muhammad, amesema ni vyema familia kuwa wastahamilivu, huku akivyomba vyombo vinavyohusika kuendelea kulifanya uchunguzi tukio hilo. Pole kwa msiba ambao tunayokuta na sisi tunatugusa kama wizara, kwa sababu tunasimamia watoto kwa mm, maana tukaja na mheshimiwa waziri hapa. Mimi ni afisa mdhamini Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, wazee na watoto, amba inasimamia kwa Pemba, kwa hivyo tunakujia nanyi wote kuja kuwa na nani kuwa papole mustahimili na mitihani hii. mm -hmm. Na mengine hatuwezi kuyasema sana. Nafikiri vyombo vinavyohusika vitafanya uchunguzi yeah. Kuja na jawabu lakini mm -hmm. Sisi kama sisi tutakupeni pole na tutasimamia yale ambayo na sisi tutakayofanya, inshallah tutafanya, tuko pamoja yeah. Na tutajaribu kuja mkuja tuta na nanyi tuta na sisi wizara kama wizara tuta tutafanya tuta, tuta kitu gani inshallah pia mmoja alitangulia kuja kwa maelezo. Je, yule aliyokuja mwingine kama anasema mheshimiwa Naibu Waziri? Alimkuta mzee ashajitundika kwa namna hiyo anajitundike ili na mimi niondoke au alikubaliana kwa pamoja wakafanya ile kitendo kwa pamoja. Lakini mm, hii kesi imetuja kushtua zaidi kuona kwamba na kaka mtu na aliamua kutaka kufanya hivyo. Mm. Na maana hapa pana shida kidogo, uchunguzi ufanye kazi kwa namna zote, mpaka madaktari na wafanye uchunguzi wao isije kuwa hata pana tatizo la afya ya akili pia nao. Kwa hiyo nafikiri sisi tumekuja tumeona na mazingira yalokuja. Hakuna kitu kizuri kama kuona mwenyewe kwanza mazingira. Sasa kana sisi tuone, na sisi ripoti yetu itakuaje? Lakini pia tunasikiliza zaidi maelezo ya wataalamu wa pande zote. Kuna vyombo vya ulinzi na usalama na taratibu zao, lakini kuna madaktari na taratibu zao, na kuna ushahidi wengine na taratibu zao ambao sisi kwa kawaida hatuwezi kuutia mkono. Tusubiri, lakini mazingira tumeshayaona na sisi, kama sisi, tutakuwa tuna ripoti yetu ambayo tunajua nini tutafanya. Ishamba akizungumza katibu wa sheha wa shehia ya Finya kwa niaba ya sheha wa shehia hiyo, Saidi Hamadi Isa amesema tukio hilo limesababisha kaka wa marehemu kutaka kujitoa uhai. Mmoja wa mapacha wawili alikuwa mmoja, kagombezwa na kaka yake, katumwa na mama yake, hakutaka kwao, kagombezwa na kaka yake afanye ile jambo lililoambiwa na mama ufanye, akachukia akazoa aka akamtia aka, aka hasira akaondoka, kende zake akacheza kule. Kwa hiyo wakawa wamfuata watoto wadogo hao, halo halo akasema, msinifuate, mimi sitaki kufuata lakini, wakamfuata wadogo uko aliko kwenda, akushughulikiwa tena na mtu hapa

kuja hapa ndio akauliza, mwenzangu yuko wapi? Akaambia mwenzangu kakwenda cheza kule, kaonaye akenda alipokuwanando akafanyilia. Tukiashiriki tumerizika kwa mafanani wao tu, kwa hasira zao tu na mawazo, pengine mawazo ya kitoto. Awali dada wa marehemu hao akieleza tukio hilo ilivyokuwa, amesema sababu za kutokea tukio hilo ni kutokana na kukosana na kaka yao kwa kushindwa kufanya usafi wa nyumbani. Kiukweli baada ya tukio hili hapa au watoto kufanya hili tukio hapa, wakati wananchi wapo, baada ya kuwepo wananchi, alikuwepo kaka, mtu mnene mnene, akiwepo katika nyumba ile pale, alijifungia milango na yeye baada ya muda mfupi naye akaingiza kamba pale kwa juu na akaanza kujaribu au akajaribu tukio la kutaka kujizulumu au kujiua, lakini ghafla kuna watu wakapo pale, wakapanda juu, wakaenda wakakata ile kamba na wakaweza kumuokoa wa mara moja. Tukio hili limekuwa kitendawili kwa baadhi ya wananchi wengi na baadhi ya viongozi kutokana na mazingira yake, lakini bado juhudi za watendaji katika kulifanyia uchunguzi zinaendelea ili kupatikana mwafaka wake.